Najua katiba inaruhusu sio dhambi, na mheshimiwa rais alitangaza juzi kwamba watumishi wote wanaotaka kuingia bungeni wamwandikie barua e, nimeona kamsururu kidogo ni karefu, wengi wamemwandikia waziri wa TAMISEMI na mawaziri wengine. Hatuwaogopi, tunawakaribisha kuja bungeni. Lakini mheshimiwa spika, nilikuwa nataka kushauri hii nyumba ni nyumba kidogo ya watu wanatakiwa tuwe wasafi, sio kichaka cha watu kujificha. Niombe mheshimiwa... Mheshimiwa Msukuma... Niyo... Naona kuna watu wanasema orodha hii umeiona wapi, lakini waheshimiwa wabunge wale ambao wanataka kujua nani kiongozi kwenye eneo lake anagombea mtamuona mheshimiwa Msukuma atawajua. Mheshimiwa Msukuma, intelijensia inakuwa na baadhi ya watu, sio kwa wote. Nakushukuru mheshimiwa, nilikuwa na shauri mheshimiwa Mchengerwa wale ambao wameandika kuja kwako kutaka kuingia kwenye hili game ya siasa tunawakaribisha, na ni swala la kikatiba, lakini kabla hujawapa idhini ya kwenda kugombea, nikuombe mheshimiwa waziri, na kupitia bunge lako, hebu wapelekee special audit kwanza, wakiliwe kwanza, waje wakiwa wasafi. Yaani naona kama tunajikaanga wenyewe, tunatoa kulia tunaweka kushoto, na mtu akishaingia humu ameshavaa kinga, hawezi kuitwa kabla mtu hajaachia kiti chake kuja kugombea ubunge peleka special audit. Kichere nimemwona hapa, ili wakija kwako na ile barua kwamba huyu hana matatizo, ndo waje huku. Hawezi kukwapua huku tena wakaje kugombea ubunge, haiwezekani. Mheshimiwa Spika, nikuwa naomba sana hilo, vyombo vyote mlizingatie, na mheshimiwa waziri kabla hujawaruhusu kuja kugombea wawe na barua zinatuonyesha hao wa watu ni wasafi. Nami mheshimiwa Spika, bahati moja nzuri mimi kwenye jimbo langu nikiletewa kiongozi kama mkurugenzi wa kwanza, kwenda ofisini kwake, huwa ni mimi namuuliza, nipe plani yako ya baadaye, unataka kwenda kwenu kugombea ubunge au unataka ukurugenzi. Mimi bahati nzuri naletewa watu wanakaribia kustafu, hakuna anayesumbua wa watu kwenye ubunge, kwa sababu najua mimi ka halmashauri kangu nikachanga, ukianza ukakwapua tena kwenda kutunza za ubunge, utanimaliza. Kwa hiyo naomba sana, Mheshimiwa Spika, hili swala kwa manufaa ya wabunge wote naomba hizi barua special audit zitembee ili tupate watu wasafi, viongozi. Mheshimiwa Spika, lingine nilitaka kutoa ushauri. Tuna tasafu, tasafu iko utumishi, lakini ukia, tunaenda uchaguzi, na ninashukuru kwanza chama changu kwa kale ka message kalikotoka jana eh, kalikotoka usiku ka kwamba tutachukua tarehe 28 nashukuru sana chama changu secretariat pamoja na waliotoa hayo maamuzi. Wabunge sasa tu concentrate na bunge He? tufanye kazi ya kibunge, tukutane hiyo tarehe ishirini na nane na Mheshimiwa Spika, nataka kuambia kwa niaba ya sisi wabunge tunaotokana na Chama cha Mapinduzi, sisi sera yetu tunasonga mbele. Hawa wanaosema no reform. We, mimi nashauri kama kuna namna yoyote hata ya kuwapitisha mlango wa nyuma Waruhusuni wasaini, tukutane nao. Hawana cha ja kutuambia. Kama walitafuta mlango wa kutokea kutokwenda kusaini, wapeni hata kwa ziada ili tukakutana nao majukwani. Mheshimiwa Spika, kwa kazi zilizofanywa na serikali ya Mama Samia, mimi sioni hoja. Hata ukizunguka huko mtaani, unawaambia watu tuzuia uchaguzi, leta hoja. Mwanzoni kulikuwa na hoja ya escrow, watu wengi walitoka, hata walioenda shule, wasomi lakini leo tunaenda kuzuia uchaguzi kwa sababu ya madaraka hapana. Wasitupe jezi, tunawasubiri, wasitukimbie. Tarehe ishirini na nane likiachiwa tukutane na kitaa, wote tunajua kuongea. Asante sana mheshimiwa Spika.